Na katika msimu mwingine wa 2025 viwanja vyetu vya Kisongo, Magereza kwenye tukio la heshima si tu katika mkoa wetu wa Arusha bali katika ukanda wa Afrika Mashariki. Ni tukio zito kubwa linalojumuisha makampuni zaidi ya 500 na zaidi ya nchi 40 zinahudhuria kuanzia tarehe 6, 7, 8 kuonyesha mnyororo mzima wa thamani katika sekta yetu ya utalii. Ni fursa kubwa kwa wananchi wa mkoa wa Arusha, ni fursa kubwa kwa Watanzania na ni fursa kubwa kwa wanaafrika Mashariki. Fursa hii ni fursa ya kiuchumi, ni jukwaa linalokukutanisha wewe mtoa huduma na mteja wako, ili kuhakikisha kwamba katika sekta hii ya utalii hususani mnyororo huu wa samani ambao Daktari Samia ndio chagizo, unaleta tija katika maisha yako. Karibu Kili Fair imekuwa na mafanikio makubwa sana. Na mwaka huu 2025 tunaenda kwenye viwango vya hali ya juu sana. Nawapongeza waandaaji na wamiliki wa Karibu Kilifea tukiongozwa na mkurugenzi wetu hapa Dominic. Lakini na entire crew kuhakikisha kwamba maandalizi mpaka leo hii siku ya Jumatatu tarehe mbili yamefikia asilimia sabini. Mambo yangu makubwa matatu. Moja ni kuwaomba wananchi wote wa Tanzania, wa Tanzania wote Karibuni Arusha, karibuni Arusha kwa sababu dunia ya kiuchumi iko Arusha, kwa sababu fursa za kutengeneza pesa ziko Arusha, kwa sababu mabadiliko ya maisha yako kupitia amani, utulivu na mshikamano yanapatikana katika mkoa wetu Arusha. Niwaombe sana, kokote ule uliko, kama unataka huduma yoyote, aidha kwenye hoteli, aidha kwenye sekta ya usafirishaji, aidha kwenye sekta ya kuwapata wateja kutoka nchi yoyote duniani, Njoo Arusha ujifunze namna ya kufanya biashara kupitia sekta yetu ya utalii. Na si hivyo tu, inawezekana ndani yako una wazo lakini hujui ufanye nini, inawezekana ndani yako una mtaji lakini hujui ufanye nini. Njoo kuanzia tarehe sita, tarehe saba, tarehe nane. Hapa tuna nchi arobaini, tuna makampuni zaidi ya mia tano tunatarajia kuwa na watu wengi. Njoo ujichanganye, njoo utembelee mabanda, njoo discuss B2B zitakuwepo za kutosha tu. Kama unataka fursa ya kutoka kimaisha, karibu Arusha. Kama unataka kukwama, baki huko. Kuliko mambo mawili ya mwisho, kwa kuwa Karibu Kili Fair imekuwa na mafanikio makubwa na kwa kuwa Arusha imeendelea kuwa mama mzazi na mlezi wa Karibu Kili Fair na kwa kuwa rais wetu Daktari Samia amekuwa chachu na sababu ya mafanikio makubwa ya ya sekta ya utalii amewagiza Naibu Waziri Mkuu ndugu yetu Doto Biteko kuja ku-officiate tukio hili tarehe sita. Kwa lugha nyepesi kwamba mgeni wetu rasmi tarehe sita atakuwa Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu Doto Biteko ambaye atakuwa naye katika viwanja hivi vya Kisongo Magereza, na kuomba kuwepo kwako kusikiza hotuba ya mgeni rasmi, itakuwa pia ni fursa nyingine ya kujua sekta hii inachangia kiasi gani pato la taifa na imetengeneza ajira kiasi gani. Ukipita katika mabanda hapo utaona tu vijana wanavyochakalika kutafuta pesa. Kazi hii inajengwa katika misingi ya amani, utulivu na mshikamano. La mwisho, jambo langu la tatu ni kuomba Wanaarusha, fursa hii ni kubwa. Tutakuwa na wageni wa nchi arobaini na kuendelea, tutakuwa na makampuni zaidi ya mia tano. Ni waombe Wanaarusha kwanzia ndugu zangu wa bodaboda, ndugu zangu wa bajaji madriver taxi wenye migahawa wenye hoteli, tuwahudumie wageni wetu kwa ukarimu mkubwa, tukijua ya kuwa huduma ikiwa bora na njema watarudi tena na tutatengeneza pesa tena. Pesa hutengenezwa kwa huduma, kwa kuwa kila mtu anaweza kuwa na bidhaa ulionayo, lakini utofauti wake na wewe ni namna ambavyo wananchi au mteja unavyomhudumia. Kwao niwaombe wananchi wa mkoa wetu Arusha, tuwahudumie vyema wageni wetu tuwatunze vizuri ili waendelee kuja kuja kuja na tena na Arusha iwe kitovu cha mikutano iwe kitovu cha utalii iwe kitovu cha michezo na kitovu cha tiba. Tuko asilimia zaidi ya sabini za maandalizi ya onyesho hili ambalo siku ya Alhamisi tutakuwa tuko asilimia mia moja na Ijumaa tutaanza rasmi onyesho letu. Tuna square meter 41 kwenye viwanja hivi na mwaka jana tulikuwa na square meter elfu 35. Kwa hiyo ukubwa wa onyesho ni kubwa zaidi ya mwaka jana, kutokana na demand ama ongezeko la hitaji la kujimarket ama kujiuza. Na kubwa zaidi, tumekuwa na platform tofauti huku ndani. Tuna discussion pana ambazo zitakuwa ni za kitalii, zitakuwa zinajumuisha watu wenye uwezo mkubwa wa kuongea kuhusu utalii dunia nzima, sio watanzania tu, East Africa na wa dunia nzima na vilevile vile kama ulivyoona ni kwamba tuna longe tofauti mwaka huu ambazo zitabeba watu ambao ni wengi zaidi ya mwaka jana. Kwa hiyo uwanja ni mkubwa na tuna waonyeshaji wa wengi zaidi ya mwaka jana. Kwa hiyo ukifika katika viwanja hivi, unaweza ukaona tofauti kubwa sana ya mwaka jana na mwaka huu. Na lingine kubwa ni kwamba miaka yote hatujawahi kuwa katika hatua hii ya maandalizi ambao tuko leo kwa mwaka huu tumetisha na tuko katika hatua nzuri sana ya kuhakikisha kwamba onyesho lina standardi ya international kabisa.